Wamiliki wa ndege aina ya Fokker 27 na Fokker 50 nchini Kenya hawajaathiriwa kwa muda mfupi na marufuku mapya yaliyowekwa mwezi huu na mamlaka ya usafiri wa anga nchini Kenya KCAA kuhusu uagizaji wa ndege hizo kwa matumizi ya kibiashara, mamlaka hiyo imetangaza. Hata hivyo, kwa muda mrefu ndege za Fokker 27 na Fokker 50 zitazimwa hatua kwa hatua. Hakuna maombi mapya kukubaliwa kwa aina ya ndege, usajili au utoaji wa cheti cha ufanisi wa hewa yatakayoshughulikiwa kwa aina zilizotajwa hapo juu, mamlaka hiyo ilisema kwenye taarifa yake. Ndege zilizoko kwenye sajili ya Kenya kwa sasa zinaweza kuendelea kufanya kazi hadi zifutwe kwenye sajili au zisiruhusiwe kuruka kabisa, lolote litakalotokea kwanza, baada ya mashauriano na wadau, mradi tu ziendelee kutimiza mahitaji yote ya usalama. KCAA ilieleza kuwa marufuku ya kuingiza aina za F50 na F27 kuanzia tarehe 1 Novemba mwaka 2025 imesababishwa na wasiwasi wa kiusalama unaohusiana na umri wa ndege hizo na changamoto za matengenezo. Mamlaka hiyo ilibainisha kuwa kizuizi hiki hakitahusu ndege za F27 na F50 zilizosajiliwa nje ya nchi ambazo zitakuwa zikifanya safari za juu, yani overflights au kusimama kwa muda mfupi za kiufundi ndani ya anga ya Kenya. CAA haikufichwa kwa kina masuala mahususi ya kiusalama iliyosababisha uamuzi huo. Kulingana na takwimu za ch aviation kuna angalau ndege ishirini na moja za f 50 na saba za f 50 freighter zinazofanya kazi nchini Kenya zikimilikiwa na mashirika kumi na moja ya ndege, Vantage Air, Aerospace Consortium, Buff Air Services, Freedom Airline Express, iFly Air, Jetlite Air, Renegade Air, Rudufu, Jetways Airlines, Skyward Airlines na Juba Airways. Ie air Skyward Airlines na Jetways Airlines ndizo zenye idadi kubwa zaidi za ndege za Fokker. Safari Express Cargo ndio pekee yenye ndege moja aina F27-400. Kama ilivyoripotiwa awali, Juba Airways tayari imeuza ndege moja aina F50 na F50 Freighter kwa Ituri Airlines ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zilizokuwa zikihudumu kwa tawi lake la Somalia. Kaiwad Airlines imeiambia Ch Aviation kwamba marufuku ya KCAA kuhusu uingizaji wa ndege za Fokker ilitarajiwa, hivyo mashirika mengi yamebadilisha mikakati yao ya fleet za ndege, ingawa kampuni hiyo inatarajia kuendelea kutumia aina hiyo kwa miaka mitano hadi kumi ijayo. Ndege za Fokker Turbo Prop zimekuwa maarufu kwa muda mrefu kati ya waendeshaji wa ndege nchini Kenya, Somalia na Sudan kutokana na uaminifu wake, uwezo wa kuruka katika viwanja vya ndege visivyo na lami na gharama nafuu katika safari za ndani na za kikanda. Kufutwa kwa F50 na F27 nchini Kenya unafungua fursa kwa ndege za ATR kujijengea zaidi katika soko la Kenya. Renegade Air tayari imeanzisha ndege za mizigo aina ATR 42 na ATR 72 pamoja na toleo la abiria la ATR 42-500 huku Jubba Airways ikipanga kubadilisha fliti yake ya Somalia kuwa na ndege za ATR Turboprop.